Ni tarehe 29 mwezi wa kumi na moja. Naomba usisahau hilo, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja wapendwa wa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Mimi naitwa Frederiki Yakilimari, katibu msaidizi almashauri ali jimbo kuu la Dar es Salaam, kwa niaba ya kamati tendaji almashauri jimbo kuu la Dar es Salaam E, nimekuja kwenu kuhamasisha katika safari hii ambayo tuko katika maandalizi makubwa ya washa ya waamini wa lei. Niwakumbushe washa yetu itafanyika tarehe 29 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 katika Parokia ya Kristo Mfalme Tabata. Mwaka huu tumeendelea kuboresha washa yetu, hivyo hatutakuwa na ada ile ya ushiriki ili kutoa nafasi kwa waamini wengi zaidi waweze kuja kushiriki na kujichotea neema na baraka kubwa kwa mada zitakazofundishwa kwa miongozo ya baba askofu na pia vile vile miongozo ya baba mkurugenzi utume wa walei kwa jimbo kuu la Dar es Salaam na kamati tendaji. Basi wamependa warsha hii katika mwaka wa jubilei kuu, kila muumini aweze kushiriki kwenye warsha. Kwa hiyo, kwa maboresho hayo, ina maana kwamba hakutakuwa na kiingilio. Kiingilio ni wewe mwenyewe kujileta pale kwao. Naomba sana kila parokia kwenye parokia teule, kwenye vyama vya kitume, sote tuimizane, tujiandikishe kwa ajili ya ushiriki wa warsha. Warsha yetu ya mwaka huu ni nzuri sana. Kwanza ni mwaka wa jubilei, kwa hiyo tutakuwa na matukio ya jubilei kwa wale wanaofikisha miaka sabini na tano ya ndoa, kuna miaka hamsini ya ndoa, miaka ishirini na tano ya ndoa, lakini vilevile vile wale ambao wana kumbukizi za kuzaliwa, kuna wengine miaka sabini na tano miaka hamsini, miaka ishirini na tano tunawakaribisha, na kutakuwa na vyeti maalumu vitatolewa. Lakini vilevile maboresho haya yametupa fursa kutafuta wadhamini kwa ajili ya kufanikisha warsha yetu, tuweze kushiriki pamoja na baba askofu kama ambavyo wamesema, tutakuwa na azimisho la misa takatifu, lakini tutaongelea kuhusiana na jubilei kuu na vile vile tutaongelea uchaguzi na uongozi ndani ya kanisa, tukitambua kabisa kipindi hiki tunakaribia sasa kuanza chaguzi ngazi ya kamati tendaji kwenye parokia zetu, kwenye vyama vya kitume, lakini ni kamati tendaji za parokia. Kwao ni fursa nyingine kwa waamini wote kuanza kuelewa nini maana ya uongozi ndani ya kanisa Katoliki. Na je, hawa viongozi, je, ni wale tu ambao wanakuwa ni mabwana au ni utumishi? Kwa swala zima la uandikishaji, tulikuwa tumetoa fomu ambazo kila jumuiya tuliomba angalau wajiandikishe wa baba kumi na wamama kumi Sasa hakuna ukomo, tumekaribishwa wote. Baba Askofu ametukaribisha waamini wote tuweze kushiriki warsha kwao. Hili ni swala la familia nzima katika jubilei kuu, tuone umuhimu wake mpaka Baba ameamua kuliboresha hili kusema kwamba naomba watoto wangu wote, jimbo kuu la Dar es Salaam, tukae pamoja na mwaka huu tumejipanga tena kuwa na warsha ya walei hapo tarehe ishirini na tisa mwezi Novemba, kasha hii itafanyika katika Parokia ya Tabata. Narudia tena Tabata, na walei wote wanakaribishwa. Ni tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja. Naomba usisahau hilo, tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja.